Tai Media. Ulipo tupo, twende pamoja katika kuhakikisha mkoa wa Mbeya unapunguza tatizo la udumavu kwa watoto. Shirika la Catholic Relief Service linatekeleza mradi wa lishe ya mwanao utakaosaidia kuelimisha wazazi na walezi kuondokana na tatizo hilo. Doris Munisi ni meneja wa mradi wa lishe ya mwanao kutoka shirika hilo. Anaeleza lengo la mradi huo. Uh, mradi wetu unatekelezwa katika halmashauri tatu katika mkoa huu wa Mbeya ambayo ni Marani, Rungwe na Mbeya DC. Walengwa wa mradi wetu ni watoto chini ya miaka miwili pamoja na wazazi wao, kama mnavyoona wengi hapa ni watoto chini ya miaka mitano na wazazi wao, lakini pia wajawazito, uh, vijana wa rika balehe, wanaume binara, pamoja na wanajamii kwa ujumla kuwema Tuna afua mbalimbali ambazo tumelenga kuzitekeleza. Uh, tunazo afua mahususi za lishe na afua mtambuka za lishe. Katika miongoni mwa zile afua mahususi za lishe tutakuza na kuhamasisha ulishaji wa watoto wachanga na wadogo, kukuza na kuhamasisha matumizi ya vyakula vilivyoongezwa virutubishi, kuimarisha ufuatiliaji na ukuaji wa mtoto na uhamasishaji na kuboresha hali ya lishe mashuleni. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Dkt. Juma Zuberi Homera akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi huo amewataka maafisa lishe wa halmashauri za mkoa wa Mbeya kuhakikisha wanafunzi wanapata chakula na maziwa wawapo shuleni ili kupunguza tatizo la udumavu. Kiwango cha uzito pungufu kimepungua kutoka asilimia tisa nukta nane hadi asilimia moja nukta nne. Ukondefu umepungua kutoka asilimia mbili nukta saba hadi asilimia sifuri nukta sita na uzito uliozidi umepungua kutoka asilimia tano nukta tatu mpaka asilimia tano nukta mbili. Haya ni mafanikio makubwa sana katika shule zetu za msingi. Lazima tuhakikisha kwamba tunatoa lishe mashuleni, tunatoa maziwa mashuleni, amesema. Mikakati ya mkoa ni kuhakikisha kuwa ifikapo mwaka 2030 udumavu unapungua na kufikia asilimia 24. Mikakati ya mkoa kufikia mwaka asilimia 24 ifikapo mwaka 2030. Na, na kwa mkakati huu wadao, wa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo tunahakisha kwamba ifikapo mwaka 2030 udumavu utakuwa umepungua na kufika asilimia 24 kwa mkoa wetu wa Mbeya. Hapa natoa rai kwa halimashauri zetu za mkoa wa Mbeya kuhakikisha kwamba kiwango cha cha udumavu kiendelee kupungua. Josephine Swai ni afisa lishe mkoa wa Mbeya na Lewis Mahembe ni afisa lishe halmashauri ya Mbeya Vijijini, wanaeleza umuhimu wa siku ya lishe kusogeza huduma za afya na lishe karibu na wananchi, yani wananchi wapate huduma kwenye maeneo yao, lakini pia tunajitahidi kupeleka huduma maeneo ambayo hayafikiki kwa urahisi, ila tunatoa huduma zote kwa wakati mmoja, maanake huduma jumuishi anazipata akiwa pale kwenye siku ya afya na lishe. Lakini katika siku hii pia tunatengeneza takwimu au taarifa za kijiji usiku, kwa sababu pale kunakuwa kuna huduma mbalimbali za afya na lishe zinatolewa ikiwemo upimaji wa hali ya lishe kwa watoto chini ya miaka mitano, lakini utoaji wa huduma mbalimbali. Nashauri sana wazazi ambao wanawaficha wana watoto wenye matatizo mbalimbali ya kilishi wawachukue wawapeleke kwenye vituo vya kutolea huduma za afya au wawalete kwenye siku za afya na lishe. Kwa upande wa baadhi ya wazazi waliohudhuria uzinduzi huo, wamesema elimu ya lishe kwa watoto imewasaidia katika makuzi ya watoto hao anza kuhudhuria kwenye mahudhurio haya ya afya na lishe kwa ajili ya mtoto, nimejifunza vitu vingi sana. Pia ukifuatilia yaani, jinsi wanavyotufundisha na tunavyofanya, yanatusaidia. Nimeanza kuhudhuria toka mtoto akiwa na mwezi mmoja. Kipindi hicho nilikuwa nina wazo la kumpa mtoto uji kwa sababu mwanangu toka nazaliwa alikuwa analia sana. Sasa pale majirani kasa, kasa, labda mtoto amezaliwa na njaa watoto saizi wanazaliwa na njaa bwana, analia jaribu kumpa uji ambao umemchujia. Mwezi wa kwanza, nilipokuja huku, walivyotuelimisha kusema hapana, mtoto anavolia labda ni changamoto tu zingine za kiafya. Wakatuelimisha kusema mtoto anabidi afikishe miezi sita ndio namwanzisha chakula hicho kama uji na vyakula vilaini laini, nikaendelea kumnyonyesha hivyo hivohivo, akanaendelea kukua, kilo zinaongezeka, anakuwa ni kadri anavozidi kumnyonyesha, maziwa ya mama yanakuwa yanamkuza kiakili kiafya, anakuwa na afya bora. Mi mwanangu ali, ali, alikuwa alikuwa afya yake ilikuwa sio nzuri yani, ali, ali, alikuwa kila aziongezeki yani kimwona alikuwa natia huruma. Uh, tukawa tumeozilia kwa jikodasa, akawa ametufundisha maana yasi tukuta mtu apika uji wake apika tu uji tunaweka tuna, tuna, tuna sukari, ndo wakatuelekeza kama aufanyi hivo unasaga una uji unga wa lishe. Kufanya hivyo ndo mwanangu mpaka sasa anaendelea vizuri, kilo zinaongezeka. Mradi wa lishe ya mwanao umedhaminiwa na Serikali ya Norway kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia watoto duniani UNICEF, CRS na COUNSENUTH. Mtazamaji wa Time Media, endelea kusubscribe, ku like na ku comment kwenye chaneli yetu ili wa kwanza kupata habari zetu. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe. Ulipo, tupo, twende pamoja.